Ngoma linajulikana alikuwa ni majeruhi na sasa hivi anaendelea vizuri, uenda kwa taarifa nzuri ni kwamba Alhamisi atakuwa kwenye kikosi cha mazoezi cha Yanga. Mchezaji alikuwa kwenye majeraha <coughs> lakini daktari amethibitisha kwamba Alhamisi, wakati timu inaanza training, atakuwa sehemu ya kikosi ambacho kitafanya training. Tafsiri yake ni kwamba mchezaji alianza kufanya mazoezi mwenyewe mepesi, baada ya kuwa ametoka kwenye majeraha. Ndio utaratibu ulivyo, wewe unakwenda gym uwezi kupona malaria leo, afu kaenda kabeba ukabeba uzito kilo 200 nadhani sidhani kama utarudi au utaamka. Kwa hiyo mchezaji alianza mazoezi taratibu mepesi, lakini mwenyekiti amethibitishia kwamba amepata taarifa ya daktari kwamba mchezaji atakuwa sehemu ya wachezaji ambao watatrain kuanzia Alhamisi tayari sasa, kwa amejumuisha kwenye kikosi. Lakini hii niwaambie watu iwe angalizo, kwa sababu tuna kawaida tunapoambiwa kwamba mchezaji amepona ameanza mazoezi, basi tunataka acheze kesho mechi. Hapana, haiwezi kuwa hivyo taratibu za benchi la ufundi wataendelea kumwangalia kuona kama amekuwa fiti asilimia mia moja ili aweze kuanza kucheza mechi, lakini taarifa ya daktari ni kwamba yuko okay. Kwa swala la kucheza mechi ni swala lingine, lazima uwe na utimamu wa mwili asilimia mia moja. Ndio maana mwanzo nilisema tuwe tunasaidia kuwaambia watu ukweli, kwa sababu ukitoka leo hapo ukienda kuandika Ngoma kuivaa si ni nini, unatupa tabu watu ambao tumetoa taarifa. Tuwe tunawaambia watu ukweli. Kuwa wa kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wowote, mahali popote, ukiwa na soka letu, sio? Si hayo tu, kwa shilingi 100 tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na pointi zitazokufanya kujishindia tiketi za VIP jezi ya timu yako kuangalia mazoezi ya timu yako na pia nafasi ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa ligi kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata point mara tano zaidi, na mteja wa pinduapindua utapata pointi mara mbili zaidi kujiunga piga nyota 149 nyota 84 alama ya reli really, na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu.